Nakupa siku hizi shani na kukataa. Mimi ni moyo wangu ndo unanituma nije kwako, nataka umpe jibu dada yangu. Sasi mimi wewe, mwanangu, wewe unakaa na wadogo zako, unawapa kodi waje maskani, waje kuniharibia mimi, au sio? Wewe bado ni mtoto mdogo sana, sitakufuatilia tena okay. mpaka nguo mpaka sasa hii, nilivyotoka shule nikaenda nyumbani, njaa ilikuwa inauma sana. Nikaenda jikoni nikakagua ama chochote kilichokuwepo, nikazana labda dada akaniandalia mezani. Nimeenda mezani, sijakuta kitu, ila kinachonichanganya kinacho adau muda uti, nakuwa ni mtu wa kulia, analia tu kila nikimuuliza dada, unalia nini, aniambie si bado we mdogo. Sasa mi anaweka katika wakati mgumu, iko kitu ambacho kinaniumiza kichwa, yaani mpaka anashindwa kupika. Nisikilize kipesile kitu kikubwa ambacho kipo sasa hivi. Si ndio unatakiwa eh, kumwonyesha upande wako wa pili, wewe ni nani, na utajua kila kitu Kipi ambacho kinamsumbua? Uh, kwa hiyo njala, si ndio? Hey, na njala, sijala toka. Ni gani toka nilipotoka shule sijala. Basi twende nikakunulia chakula. Kijana wangu, nimekuita kuna mambo ya msingi nimefikiria, tukae leo tuyaongee, kwa sababu mimi kama mzazi sijaridhishwa na mwenendo wako. Kwa hiyo ningi, umeona ile unikatae kama ulivyonikataa kutoka kwenye viuno vyako, niangalie mjengo kama hivi nini, kila mtu achukue chake, mimi nisepe, au sio? Sijamaanisha hivyo. Maana yangu ni kwamba kila jambo ina wakati wake Naona wewe mambo, mambo kumi ambayo itakiwa uyafanye miaka mitano ijayo unayafanya leo leo hii. Unataka uwe babu wewe, uwe mjomba wewe, uwe baba wewe, kaka mkubwa. Sasa unarundika, una mambo ambayo itakiwa uende nayo tarati. Kumbuka kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna dingi maandiko maandiko manabii hayo manini? Tuachie feki ya sasa hivi. Methali na misamiati tuwaachie wale wazee. Mbona mbona edingi yangu, unajielewa wewe. Twende kwenye mada, ndio maana nimekuja nikwambie, ili niwili ujue mimi kama mzazi, nina pointi gani ya msingi kwa wewe, ili uwe na tabia nzuri ndio. Kwa mfano, hakuna mtu duniani ambaye alipanda karanga alafu akavuna banki. Sasa sasa, hiki unachokipanda wewe leo, ipo siku utakuja kukivuna. Sasa kabla hujakuja kukivuna, mimi nakuwahi usije kuharibikiwa, sababu tabia nzuri ukiwa nayo wewe unanipa sifa mimi mzazi, ukiwa na tabia mbaya unaniharibia mimi mzazi. Mimi na sifa nyingi nzuri huko mtaani, siwezi kukubali nakaa na wewe unaharibika na mimi natazama, lazima nitatetea ili ukae sawa. Sio kama nielewa, ninajua na mambo yako, na una uhuru wa kuamua, lakini kuna kipindi mimi kama mzazi lazima niingilie ule uhuru wako, ili usiye kafika sehemu ukaharibikiwa zaidi. Lakini pia uh, kwa muda ulionao sasa hivi wewe, mimi kama mzazi nimependelea uoe na huyo mke ambaye unamfikiria wewe, sie nataka na mimi wewe umuoe. Mimi nitakutafutia mke, yupo mke ambaye nipanga wewe umuoe, anafaa sana na mwenye heshima na anajitambua na, na, na katika hilo nilokwambia halina mjadala, utafanya kama ninavyotaka. Shani, unajua mimi unaniweka katika wakati mgumu sana. Unajua na taarifa zako nimezipata, kwani unakuwa ni mtu wa kunyongea, nyongea tu, ni mtu wa kulialia tu hmm. Na nisha kuambia hapo awali mimi nitaizingatia familia yako vizuri. Jaribu kuwa na mimi, kwani mimi na kasoro gani Shani, naomba mm -hmm, jibu langu basi. Unataka jibu lako, si ndio? Ulivotoka kwako ndio ulikuwa umevua soksi, si ndio? Nasikia alfu ya miguu kuna kushauri. Muda unaotumia kunifuata mimi na maneno yako ya kipumbavu ungefua soksi zako. Pouzi. Unajua mimi na mapenzi ya dhati sana kwako na natamani unipende, unipende, tupendane, tutengeneze familia yetu. Mi nakupenda sana Shani. Bwana wewe, mbona unataka kunichanganya? Unanipenda kitu we gani wewe? Hichi taarifa zako nazijua. Taarifa gani nazozijua za kwangu? Taarifa gani ya kwangu unayo wewe? Nisikilize we kinyago, naisi huna kazi, kama nilivyokwambia, kafue soksi zako, unanuka miguu Nakupenda na kupenda, na kupenda. Unashindwa kuifanyia usafi mwili wako, unampenda Shani? ah, lakini mimi ni moyo wangu ndo unanituma nije kwako, lakini sio kitu kingine hmm. Nakuomba nakuomba, jaribu kuangalia jaribu kuangalia, nalia mimi kwa sababu yako wewe. Yaani sijui hata nifanye nini ili ujue kwamba thamani yangu eh? Alafu acha, anaonyesha machozi, unalia Hivi hata siku moja ushasikia uchungu kwa mama yako alivyokulea ukadondosha machozi wewe? sasa basi hayo machozi na kujifanya kama Muindia aliofilisika kutoka India, kamilie mama yako tena. Sina hisia yoyote na wewe, tamea macho yangu, mpumbavu wewe. Mpaka sasa hivi unasubiria nini? aka uh -huh, Ushaanza hivyo kakaede tena, wameona nimekaa kimya, unaanza kunichokonoa, chokonoa sasa na maneno ili e, mradi niongee nionekane sijali, sina heshima na kaka yangu, sina heshima na yani, na kila aina ya mtu nishakosolea vya kucho, vya kutosha wewe. Mimi sijataka kukuita hapa ili tuongee korojo zako. Nisikilize vizuri, umri wako wewe sasa hivi hastahili kukaa hapa, natakiwa utafute mwanaume uolewe. Hakuolewa lazima, eh, lazima uongee hivyo. Kwa sababu gani? Hujui kula inatoka wapi? Si unakula tu hapa ndani, naona kila kitu kiko sawasawa sawa. Umetaka utaolewa, hutaki utaolewa, nitakuozesha hata kwa Mwajala. Lakini kwani kaka, lazima kuolewa? Sasa unafanya nini? Mimi sitaki kuolewa. Kwa nini unataka ufanye nini sasa kama hutaki kuolewa? Ah, mimi sitaki kuolewa. Nataka tu nikae nyumbani na mama yangu. Hebu uliangalie kwa. Ina maana wewe uwezo wako wa kufikiri ndio umeishi hapa. Una huruma? Nikulishe wewe, nimlishe dada yako. Mpaka pedi yako mimi. Wewe nikununulie mimi. Wanaweka kaka, mbona wewe uoi? Unapoambiwa mwanaume kichwa cha familia ndo kama mimi haya. Na mi nao anaondoka hapa hapa nyumbani, anabaki nani na mama na dada? E, uwezo wako wa kufikiri ni mdogo sana. Hebu tafuta mwanaume uolewe, bwana. Hapa tu na hebu toka, utakuolewa. Kaolewa tu, unakaa hapa namaliza maliza ugali tu. kipesilnjo Kipe, unanitakita nini? We unanitakita nini? na kuuliza, nisikize nikwambie, usinipande kichwani. We bado ni mtoto mdogo sana, yaani ni mdogo sana kwangu, yaani hata therusi bado hajanifikia umenielewa? Nilishakwambie mambo yangu yachie mwenyewe. Sasa dada, mi kosa langu liko wapi? Mimi nimemwambia nimemshirikisha mtu wangu wa karibu wewe mdatu unalialia ili upate furaha mimi nakutafutiwa furaha dada f wewe unitafutie furaha mimi wewe mtoto mdogo unatafuta mimi furaha wewe. sina shida shida utafute furaha na mtu furaha naitafuta mimi mwenyewe nisikilize nikwambie tena ya kuingia kilini na ndiyo maana toka mwanzo nilikwambia kipesile mambo yangu yabaki kuwa ya kwangu Umenielewa? umenioji sana. Nimekuambia kwangu ni ya kwangu, hayakuhusu wewe, ni mtoto mdogo. Acha kutangaza mambo yangu, acha kutangaza habari zangu, iwe mwanzo na mwisho. Sijui umenielewa sasa. Dada unataka kila siku kae hivyo hivyo, kila siku wewe unalia tu, unafikia hata mwenye napende. Kwani kuna ubaya? Kuna ubaya nakuuliza. Sihitaji siri zangu ziende nje, iwe mwanzo na mwisho. Narudia tena, sitaki uniingilie mambo yangu, umenielewa nisikufuatilie? Sawa, sitokufuatilia tena, hii ni mwanzo na mwisho.